Wapendwa wana wa Mungu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni siku njema tena ambayo mimi mtumishi wa Mungu Christian Mwabukusi wa Huduma ya Madhabahu ya Kristo ninakuletea somo hili ambalo ninatamani tuweze kuendelea kuomba kwa ajili ya taifa letu. Na siku ya leo ninatamani nifundishe na kufafanua maombi kwa kutumia kitendo cha imani. Kwa kutumia kitendo cha imani. Mkumbuke kwamba tuko katika majira ya uchaguzi. Na kwa hiyo katika majira haya ni wajibu wa kila raia wa Tanzania ambaye anapenda mafanikio ya nchi hii kuingia katika maombi. Kwa hiyo nitafafanua kwa kuzingatia dhana ya Yesu Kristo kwa ajili ya dunia nzima. Alafu na sisi tunagawana. Kila mtu anasimama kumwakilisha Yesu kuwa na yale mawazo aliyokuwa nayo Yesu, na ule mpango alikuwa nao Yesu katika Eh, kufanya maombi lakini pia ni lazima watu wajue, na kitabu ambacho napenda kuanza nacho ni kitabu cha Ezekieli sura ya nne mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Ezekieli sura ya nne mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Hiki ni kitendo cha imani. Anasema hivi: wewe nawe mwanadamu, jipatie tofari uliweke mbele yako, kisha chora juu yake mfano wa mji, yaani Yerusalemu; ukauhusuru ukajenge ngome juu yake, na kufanya boma juu yake, ukaweke makambi juu yake, na kuweka magogo ya kuubomoa ya uzunguke pande zote. Kisha ukajipatie bamba la chuma, ukalisimamishe liwe ukuta wa chuma kati ya wewe na mji huo, ukaelekeze uso wako juu yake, nao utahusuriwa nawe utahusuru. Hili litakuwa ishara kwa nyumba ya Israeli. Tuombe. Mungu Baba, tuko mbele zako tena, mimi pamoja na wenzangu ambao tumepatana kuomba kwa ajili ya taifa hili, na hasa kuomba kwamba ufalme wako utawale taifa letu Ninakuja mbele zako Bwana pamoja na wenzangu kwa toba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaomba unisamehe mimi, ninaomba umsamehe mwenzangu, ninaomba utusamehe sisi tunaoombea taifa hili. Kwa damu ya Yesu, naomba utakase nafsi, utakase roho, utakase miili yetu, takasa pia na mazingira haya, ambayo Bwana Yesu nayatumia kwa ajili ya kupeleka ujumbe huu. Ninaomba utuinue sisi sote tukutukuze wewe la Yesu na kwa damu ya Yesu tuomba na kushukuru, Amen. Wapendwa wana wa Mungu. Katika kitabu cha Ezekiel ambacho nimekisoma, Mungu anamwambia achukue tofari, najua hilo tofari, aweke achore ramani ya Yerusalemu, halafu atafute chuma, bati la chuma aliweke liwe uzio kati yake yeye na lile tofari na lile, tof... na, na lile tofari halafu achukue zana ya kubomoa lile tofari. Kwa hiyo anamwambia Ezekieli, kwa sababu na wewe Ezekieli, uko Yerusalemu, nataka ufanye kitendo hiki cha imani. Lakini mimi hapa nina ramani ya nchi ya Tanzania. Eh? Mimi nina ramani na hii ramani ninaitumia kama kitendo cha imani kuombea kila mji, naombea kila mji. Sasa Mungu anaongea mfano wa Yerusalemu katika Ezekiel sura ya nne mstari wa kwanza mpaka watatu, lakini mimi naombea Tanzania nzima. Sasa sio kwa kuilaani, lakini kwa kuibariki, kwa sababu kila mmoja wetu anapaswa aibariki Tanzania, anapaswa aibariki Tanzania kwa sababu ndilo eneo pekee tulilo nalo ambalo tunaweza tukaishi kwa uhuru. Hatuwezi kwenda kuishi Kenya kwa uhuru, hatuwezi kwenda kuishi Burundi kwa uhuru, hatuwezi kwenda kuishi Kongo kwa uhuru ama Zambia ama Msumbiji. Tunaweza tukaishi katika Tanzania hii kwa uhuru, kwa hiyo ni lazima mimi pamoja na wenzangu wote tuombee taifa hili lakini pia kumbuka, wakati fulani e, miaka elfu mbili iliyopita Yesu pia hakuja kuilaani dunia, alikuja kuikomboa, alikuja kuleta ukombozi wa dunia hii. Kadhalika na sisi mmoja mmoja, yuko anaita, anatakiwa aleta ukombozi wa wilaya yake, yuko anayetakiwa kuleta ukombozi wa tarafa yake, yuko anayetakiwa kuleta ukombozi wa mkoa wake. Yuko anayetakiwa kuleta ukombozi wa taifa zima. Sisi wote ni watumishi, sisi wote ni watumishi. Kwa hiyo katika majira kama haya ni vizuri sana tukaomba, na nimesema kwamba tuenende na dhana ya Yesu. Yesu alipokuja aliikuta mifumo mihimili ambayo na sisi pia tunayo mifumo na mihimili, na ile mihimili ilimuonea Yesu ilimwonea Yesu ni ile ile mihimili. Kwa hiyo kama wewe unaonewa na mhimili wowote wa taifa hili, kumbuka hata Yesu alionewa na mihimili iliyokuwepo wakati ule. Kwa hiyo sisi, namna yetu ya kupigana siyo ya namna ya ushabiki wa namna fulani, lakini tunaye kiongozi anaitwa Yesu Kristo, yeye ndo atufundishe namna ya kufanya. Na napenda ukumbuke kwamba baada ya Yesu kutoka kaburini, hatumuoni akienda kwa Pilato. Pilato alikuwepo. Ile siku ya tatu Yesu alipofufuka Pilato alikuwepo, lakini Yesu hakwenda kwa Pilato eh. Herode alikuwepo Yesu hakwenda kwa Herode. Wale maaskari waliokuwa wanampiga walikuwepo Yesu hakwenda kwa wale maaskari. Unaona, watu waliomnyanyapaa Yesu hakwenda kwao, alienda kwa wale ambao walikuwa ni mapati na wake wakina Petro wale wanafunzi. Hatumwoni Yesu akienda kutumia sasa ubabe baada ya kutoka kaburini kwenda kutumia ubabe kwa wale watu. Kadhalika wa na sisi tulio Wakristo, namna yetu ya kuombea taifa hili, najua watu wengi wanaongelea 29 Oktoba, tufanye hivi tufanye hivi tufanye hivi, lakini mimi nasema njia sahihi ya Mkristo ni kupiga magoti kuomba bila kuacha, na kuhakikisha unamwingeji Mungu unamuingiza Mungu kwenye mazingira yote. Unaona, tuna vyombo vya usalama, tuna vyombo vya usalama ambavyo nina viwakilishi vyake hapa eh? Tuna vyombo vya usalama, tuna hili jeshi la magereza, nina hii nembo yake nimetengeneza, eh? Ne, ne nembo hii nembo ndio nayoitumia kwa maombi. Juu ya hii nembo naweka sadaka kwa imani yangu ya Kikristo nina nembo ya polisi, nayo pia ninaweka sadaka ninapoombea. Nina nembo ya jeshi la wananchi, nayo pia ninaweka sadaka. Sina nembo ya usalama wa taifa, unaona. Kwa hiyo kwa hiyo ninachotaka kusema mimi na wewe, hili taifa ni la kwetu. Kulilaani taifa siyo njia sahihi eh? Yesu hakumlaani Pilato. Yesu hakumlaani Herode. Yesu hakuwalaani wale askari. Yesu wakati wanakwenda kumtafuta walimkuta yuko kwenye magoti anaomba kwenye mlima wa mizeituni. Kwa hiyo huo ndio wito wangu kwa ajili ya wenzangu wote wanaomwamini Yesu Kristo. Natamani kwamba tuombe na tuombe, tuombe sio kwa ajili ya tarehe 29 Oktoba. Manake kabla ya kabla ya tarehe 29 tuseme ile tarehe 22 ba mwaka 2022 na 23 watu walikuwa hawana mihemko, joto lilikuwa halijapanda namna hiyo. Lakini saizi kwenye mwezi huu watu wana joto kali. Na kumbuka niliwahi kusema zamani na ninarudia tena. Mwaka 2005 nilitoa unabii unaohusu Tanzania na nikaielezea safari ya Tanzania mwaka 2005, nikasema kabisa ikifika mwaka 2020 rais atakuwa mwanaume na CCM itakuwa ndio inashika dola. Kuanzia mwaka na 2020 mpaka 25 ninaonyeshwa kutakuwa na rais mwanamke mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuna changamoto zinaweza zikatokea ambazo zinaweza zikausukuma uchaguzi mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na sita Hayo ni mambo ya rohoni, ndio, ndio, ndio kule mbinguni wanavyokaa kikao, unaona, kuna mchakato wa namna hiyo. Sasa, pamoja na hayo yote, wito wangu mimi na wewe kutoka kwa Mungu ni nini? Tuombe, tuombe, tuombe nini? kama kutakuwa na mabadiliko yoyote basi Mungu atulinde, atulize, kwa sababu tuna mambo mengi, hatutaki usumbufu. Kwa hiyo tunatakiwa kuomba. Kitabu cha matendo ya mitume, matendo ya mitume sura ya kwanza, matendo ya mitume sura ya kwanza mstari wa sita mpaka ule mstari wa nane Matendo ya mitume sura ya kwanza mstari wa sita mpaka wa nane Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema,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 hata mwisho wa nchi. Wao walikuwa wanafikiri kwamba Yesu amekuja kupindua ile serikali ya Waroma kwenye Israeli, lakini Yesu anawaeleza jambo jingine kabisa tofauti kabisa na yale matarajio yao. Kwa wale mitume, wakati wanafanya ile kazi pamoja na Yesu, wao walikuwa wanawaza kwamba huyu atakuja kuleta utawala mwingine, lakini Yesu akawaongoza kwenye kitu kingine kabisa. Sasa mimi ninachotaka kusisitiza, kuna maisha baada ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Yako maisha, tuna watoto wanatakiwa kwenda shule, tuna vijana wanatakiwa kuajiriwa, tuna mashamba tunayotakiwa kulima, tuna miradi tunayotakiwa kufanya, tuna biashara na vitu mbalimbali ambavyo tunatakiwa kufanya. Kwa hiyo ndio maana nasema tuombe na katika maombi ambayo nasisitiza, ninaombea ustawi wa taifa hili. Ndiyo maombi yangu, kwamba Mungu alistawishe taifa hili lifanane na yale matarajio ya Roho Mtakatifu alionayo ndani yake. Narudia tena, tunachokitaka katika taifa hili ni kwamba Mungu Baba ayafanye yale yote aliyoyakusudia katika katika maisha ya kila mmoja wetu. Naona, nakumbuka wakati fulani Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwa kipaumbele chake cha kwanza ni kuwaelimisha kuwaelimisha Watanzania, kwanza waelewe, wajue. Akasema Watanzania wengi hawajui eh, yaani anataka awaelimishe wajue uh, wawe na akili ili waweze kutumia rasilimali walizonazo na kuendeleza. Nakumbuka katika sera zake alianza tu na kusisitiza kuhusu kilimo. Akasema kwa habari ya madini, anangojea watanzania waelimike, ndiyo madini sasa yataanza, sasa watanzania hawa wataanza kuyatumia madini yaliyoko kwenye ardhi yao. Kwa hiyo lengo lake lilikuwa ni kuwajenga raia wa Tanzania kiufahamu nakiuelewa ngoja niseme kwamba hilo lengo ni lengo la Roho Mtakatifu kabisa, ambalo Yesu alilisema katika kitabu cha Isaya 61 Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka wa nne. Yesu anasemaje? Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni. Sasa hapa kwetu tunasema katika Tanzania, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana, ili atukuzwe. Mstari wa nne. Yesu kazi yake ilikuwa mstari wa kwanza mpaka watatu. mstari wa nne, nao hao raia sasa wa Tanzania watajenga mahali pakale palipoharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo kwa hiyo ndio ndicho Nyerere alichosema, anataka awaelimishe, awaboreshe, awatengeneze raia wa Tanzania, akiwatengeneza wao ndio waje waiendeshe nchi yao. Unaona, sasa hayo ndio matarajio ya mwalimu Nyerere. Na hata kama ungemleta leo, ungemuuliza unataka nini kwa Tanzania, angesema kwanza, nataka wa watanzania wenyewe wakae mkao wa uhuru, wawe huru kwenye kiroho, wawe huru kiuchumi, wawe huru kijamii, wawe huru kimwili, waonekane wako huru. Halafu hawa wa Tanzania wenyewe sasa ndio walete wa maendeleo, waseme maendeleo wanayotaka na waelete wa maendeleo yao. Kwa hiyo hata sisi pia tunapoomba kwa kwa ajili ajili ya ya Tanzania, tunaomba kwa ajili ya Tanzania kwa mwaka huu, kwa mwaka ujao, miaka hamsini ijayo, miaka sabini ijayo na kuendelea. Kwa hiyo mimi nataka niache Tanzania ambayo watoto wangu watakuwa na furaha, wajukuu zangu watakuwa na furaha, vitukuu vyangu vitakuwa na furaha nataka niwaache wajukuu wa wangu wanajivunia taifa lao baada ya kujivunia mataifa ya nje. Kwa hayo ndio maombi yetu, kwa ili Tanzania ifike hapo na ili Watanzania wafike hapo, jambo la kwanza wanatakiwa wawe na mapatano na Mungu mwenyezi na Mungu mwenyezi, hilo ndio jambo la kwanza, na yeye ndio aliyeumba hii hii nchi na ili, ili taifa na hii dunia nzima, yeye ndo ameumba na yeye ndo anayejua, na anayo picha ya Tanzania kule mbinguni. Kuna picha ya Mungu kuhusu Tanzania hii, jinsi ambavyo inatakiwa kuwa. Kwa hiyo, hayo ndio maombi ya kwanza kwamba hawa raia wawe na mapatano na Mungu Mwenyezi kwa jina la jinaa Yesu. Yesu mwenyewe anasema kwamba hao ulionipa, niwape uzima wa milele, na uzima wa milele ndio huu, wakujue. Kwa hiyo wa Tanzania wamjue Mungu Mwenyezi wamjue Mungu Mwenyezi. Na jambo la pili, Watanzania wamwabudu huyu Mungu Mwenyezi katika roho na kweli, na huyu mwenye, Mungu Mwenyezi atakachokifanya ni kuwapa plani yake, kuwapa mpango wake eh, aliyo nao kwa ajili ya taifa hili kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya kwanza eh, Mithali sura ya kwanza mstari wa ishirini na tatu, neno la Mungu linasema geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa hiyo anasema tubuni, nitawamwagia roho yangu, na kazi ya roho yangu ni kuwajulisha cha kufanya, lakini pia ukienda kwenye Isaya 59 ule mstari wa hamsini na tisa mstari wa 20 na 21. Isaya 59 20 na 21. Isaya 59 20 na 21, anasema hivi na mkombozi atakuja Sayuni, kwao waachao maasi yao katika Yakobo, asema Bwana. Tena katika habari zangu hili ndilo agano langu nao, asema Bwana, roho yangu iliyo juu yako na maneno yangu niliyotia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako, wala kinywani mwa wa wanawako, wala kinywani mwa wajukuu wako, asema Bwana, tangu leo na hata milele kwao. Roho ya Mungu inakuja juu yangu, inanituma ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, bariki taifa la Tanzania, bariki nchi ya Tanzania. Eh, bariki ardhi ya Tanzania. Unaona, bariki eneo ulilopewa na Mungu ambao ina Tanzania kwao. ndio, ndio kitu wa Mungu anasema kwa hiyo mimi naibariki Tanzania, watoto wangu watabariki Tanzania, wajukuu zangu watabariki Tanzania kwa nini? Kwa sababu ile roho ambayo Mungu aliweka ameiweka juu yangu inanisukuma kuiombea Tanzania na kuibariki, kuombea mifumo iliyopo ya kitaifa, kama ni Ikulu, kama ni Bunge, kama ni Mahakama, kama ni TRA na taasisi mbalimbali tulizonazo, na serikali tawala za mikoa na serikali za mitaa, mikoa yote sasa hiyo ni kazi yangu kuiombea Tanzania kwamba ifanikiwe. Mungu aliwaambia Waisraeli, mnapoenda kwenye hiyo nchi, iombeeni amani. Kwa maana katika kufanikiwa kwake, ninyi pia mtafanikiwa pamoja nayo. Kwa hiyo neno amani ni pamoja na mafanikio. Yaonekane kwamba mafanikio yapo, lakini pia hayo mafanikio yaje. Tunaitaka Tanzania iliyo njema. Kwa hiyo, katika majira kama haya Tunamwomba Mungu Baba afanye jambo la utukufu wake katika taifa letu. Afanye jambo la utukufu wake katika maisha yetu kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Kwao natamani na tunapo, tunapoomba sasa Mungu Baba atuinulie waombaji. Unaona? Nimekuwa nime, nime nikisisitiza sana kwamba hebu tujitahidi tuwe waombaji. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na nane ule mstari, tuanzie mstari wa kumi na saba nitasoma mpaka mstari wa ishirini na sita Anasema hivi, haya ni mazungumzo ya, ya Ibrahimu ama Abraham na Mungu Bwana. Akasema, akanena ile Mwanzo wa kumi na nane kumi na saba mpaka ishirini na sita Bwana akanena Je, Nimfiche Ibrahim jambo nilifanyaro, akiwa Ibrahim atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Mungu anajiuliza hilo swali, je, huyu jamaa ambaye nataka nifanye naye partnership ya baraka ya dunia eh, nisimwambie hili jambo ninalotaka kulifanya duniani, wakati yeye ndio atakayebeba ajenda ya dunia. Mstari wa 18 wa 19, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahim ahadi zake. Bwana akasema kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Huenda wakawako wenye haki hamsini katika mji, utaharibu wala hautauacha mji kwa ajili ya hao hamsini wenye haki waliomo? Hasha, usifanye hivyo ukamuue mwenye haki pamoja na mwovu; mwenye haki awe kama mwovu, hasha. Mhukumu ulimwengu wote asitende haki? Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki hamsini mjini, nitapaacha pote kwa ajili yao. Sasa je, katika Tanzania hii tuna watu wangapi ambao ni wenye haki? Tuna watu wangapi ambao wamesimama katika uadilifu Wanazidi hamsini, lakini pia kuna mahali pengine kwenye e, kwenye Ezekiel sura ya tano Ezekiel sura ya tano Ezekiel sura ya tano mstari wa kwanza. Samani, Yeremia. Ni, ni, ni kati ya Yeremia sura ya tano ama Ezekiel sura ya tano. Eze, Yeremia sura ya tano, Samani, Yeremia sura ya tano. Anasema hivi: Pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu, mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja kwamba yuko mtu, yuko mtu mmoja awaye yote atendaye kwa haki atafutaye uaminifu, nami nitausamehe mji huo. Kwa hiyo kweli katika miji yote ya Tanzania nzima, mikoa yote anakosekana muombaji mmoja? Kweli Mtwara haina mwombaji mmoja ambaye ni mwaminifu? Mungu anasema akimkuta mtu mmoja mwaminifu kwenye mkoa wowote atausamee, atausamee. Kwa mimi na wewe naomba tusimame katika nafasi yetu kumwomba Mungu. Ninachomwomba Mungu sasa atumiminie roho ya kuweza ku, ku, ku, kuibeba Tanzania kwa mzigo wa maombi. Ninamwomba Mungu Roho wake Mtakatifu kwenye Zekaria 12:10 b anasema nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Mimi ninaomba Mungu atuinulie waombaji. Mimi ni muombaji mmoja wapo. Ninaomba ainue waombaji wengine watakaoiombea Tanzania kwa mzigo. Tunaelekea kwenye kwenye kwenye kipindi ambacho watu wengi wanakisema. Wengine wanasema kuna uchaguzi, wengine wanasema hakuna uchaguzi, wengine wanasema kuna, kuna maandamano. Lakini mimi nasema, hebu tumuombe Mungu. Mungu ndio chemchemi ya hekima, ndio chemchemu ya ufahamu, ndio chemchemu ya maarifa. Tanzania ya sasa inataka inataka hekima ya Mungu. Mungu Baba, ninakuja mbele zako pamoja na wenzangu tena. Ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Mimi ni muombaji. nimekuwa nikikuomba mara kwa mara, lakini nina wenzangu wengi ambao pia wana mzigo na hawa wenzangu wanaoombea Tanzania wengine wala hawapati chochote kutokea kwenye taifa hili kwa ndani, kama ambavyo Yesu hakupokea chochote. Ulimwengu haukumpa shukrani anayostahili, aliondoka duniani hajalipwa chochote alichokifanya. Alifanya kazi yako kwa uaminifu akarudi kwako, na wako waombaji katika nchi hii wanaoiombea nchi hii ifanikiwe, istawi, na wengine hawana hata hela, wengine ni maskini wengine wana changamoto mbalimbali, wengine hawana hata chakula, hawana mavazi katika taifa hili. Wale wanaoteseka kwa ajili ya taifa hili, wale walio na moyo wa mzigo kwa ajili ya taifa hili, hawaishi maisha ambayo walistahili kuishi katika taifa hili. Kama Mtume Paulo anavyosema, tunaonekana kama ni takataka za dunia. Mungu Baba, anakuja kwako. Ninajua yule mama anayeombea nchi hii kwa mzigo, Yule baba anayeombea taifa hili kwa mzigo yule kijana anayeombea taifa hili kwa mzigo, yule binti anayeombea taifa kwa mzigo, ninajua kabisa hakuna chochote cha muhimu anachokipata katika taifa hili, wala halipwi mshahara. Tanzania ikifanikiwa, wale wanaoomba hawalipwi mshahara. Tanzania ikiinuliwa, wale wanaojitoa maisha yao, wanafunga na kuomba, wengine wako milimani, wanaomba usiku na mchana, hawalipwi na hili taifa, kama ambavyo Yesu hakulipwa na dunia alipokuja kuiombea dunia mpaka kumwaga damu yake, wewe Mungu Baba ulimpa mshahara, kama ambavyo Musa naye alitaabika na wana wa Israeli akawatoa kule Misri, hakulipwa mshahara wowote. Mungu Baba, ninakuja pamoja na hawa waombaji wanaoomba kwa ajili ya taifa hili, naomba pia wanapoliombea taifa hili uwakumbuke, ukumbuke familia zao. Wanahitaji chakula, wanahitaji mavazi, wanahitaji ada za watoto wao wanahitaji kodi za nyumba, wanahitaji mitaji ya biashara. Waombaji wote wanaoliombea taifa hili, wote wanaolibeba taifa hili kwa mzigo, Mungu Baba, naomba uwakumbuke, na naikataa roho ya hawa watumishi kunyanyasika kwenye maisha kiuchumi, hawa wanaolibeba hili taifa kwa mzigo. Na wako watu wengine wanaishi kiholela, wanakula na kutapanya na kumwaga chini, hawajui hata taabu ya kulibeba hili taifa. Nami nakuja mbele zako Bwana, wakumbuke waombaji hawa, ninawaleta mbele zako waombaji hawa. Katika maombi haya yote nayoyaleta mbele zako, ninaomba msaada wako Bwana. Ninajua haya yote yakivuka watasahaulika. Baba, ninaomba neema yako yawafunike. Ninaomba ulifunike taifa hili kama ulivyoniambia kwamba, kuanzia mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na moja, wa kumi na mbili, na mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, Tanzania itapita kwenye kipindi cha jaribu kubwa. Mimi naomba fanya unayoyataka kuyafanya Bwana katika taifa hili, lakini naomba uwalinde watoto wako, naomba ulinde kanisa lako, naomba uwalinde watumishi wako, naomba ulinde taifa hili kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Ubarikiwe na Bwana, mpendwa mtu wa Mungu. Majina yangu kama nilivyosema, naitwa Christian Mwabukusi, namba zangu za simu ni 0692 8932940692893294, hiyo ni ya Airtel lakini pia ya Vodacom 0768211785, 0768211785, kwa ushauri, kwa maombi na kwa sadaka zako, ninaomba utumie namba hizo mbili. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu.